Shika kitambaa shik, eh, eh, shik. No, ah, mimi nilikwambia kitu kimoja mm. Ali Shaban kamwe ukimsikia, katika presi yake alivyokuwa anaongea mm. Ali aliongea vizuri tu kwamba wale wapigaji sasa hivi tumewaletea nyundo ya kuwapiga kichwani Sao. Yani kwamba wamekuja kukomesha, wamekuja kukomesha wale watu wanaotengeneza jezi jezi feki, umeelewa vizuri? Kwa hiyo Sio sisi tu mashabiki mm, hata msemaji wetu mwenyewe jana ameliweka wazi, wamekuja kukomesha. Kwa maana hiyo, hii kaka, mm. huu mtoko, swali moja, huu ni mtoko we, na kwanza unasemaje, hii ni jezi nzuri mm -hmm. e, sana sasa. Swali mm. ni moja eh, kwa wale mashabiki ambao walinunua zile jezi za kwanza, kwa hiyo walivaa jezi fake, hizi ndio original, si ndio? nikwambia kitu kimoja mm. <laughs> eh? iko hivi, sikiza sikiza, nikwambia kitu kimoja o, sikiza, oh, iko hivi uh, eh. wale waliovaa zile jezi wamevalishwa jezi, yeah. na wanunue na hizi nazo wavae, lakini chaguo chaguo, yaani mtu yote anayeona anajua kabisa huu ni nini, ni mtoko ule. Kaka ngoja bwana, zile za kwanza yeah. Tuseme tu kwamba inawezekana, inawezekana sio kukosea mimi, inawezekana, inawezekana kwenye utengenezaji wa mashine labda badala ya kutengeneza hmm. hii hmm. ikenda lakini hile tuseme, tuseme kwamba watu na na so watu wamepigwa, watu hawajapigwa hmm. hmm. watu hawajapigwa, huenda mashine ilikosea kutengeneza, lakini ka... hmm. Awe, kutengeneza sasa, hapa inawezekana sasa, mashine sasa, ilikosea jezi nzuri inaitwa hmm. yeah. nia maana yake na... nia kwanza unajua au unauliza, yeah, wewe umeelewa kama nini, watu wana nia mbaya pia kwa mashabiki na wafanyabiashara ni nia kwa kwanza hii nia hiyo hiyo nia hii nia tumewapiga dabi mara ngapi? Mara sita, si ndiyo? Tumechukua ubingwa mara ngapi? Mara nne. Nia yetu kutoka moyoni sasa hivi tulioiweka kutoka moyoni kuchukua ubingwa mara tano mfululizo na kwenda kupiga tena mara ya saba, na ikiwezekana kwenye ligi huko tunakokwenda yaani tupige mara ya saba. Tupige mara na yeah. <laughs> tu yeah. ya tu nane tukongoje tukambaye kwenye tupige mara ya tisa alafu tuwafuate Bunju tupige mara ya kumi. Ngoja hapa anafuta anakufa. Ngoja mimi nakupa. Mimi nimesoma na yeah. naelewa. Hii nia nimekwambia vizuri. Yaani nia hii hapa tuliiweka kutoka kujue nia hii yeye kwa tofauti. Nia inatoka moyoni kaka. Tumezamiria kupiga kipi? moja kwenye Hii ile tulizindua ni jezi ya ligi. Hii ni jezi ya kimataifa au ni jezi ya nini? Ah, ngoja nikwambia kitu kimoja. Hili ni toleo la pili la la la ligi. Umeelewa hmm. hmm. vizuri? Dar es Salaam Young Africans hmm. Tukija kwenye uhalisia, Dar hmm. es Salaam Young Africans ndio klabu pekee barani Afrika hmm. ambayo inawajali mashabiki wake popote duniani. Yaani ngoja kwanza mashabiki, kwa kwa. So kwa subiri toleo la kwanza limetoka. Njoo, njoo. Njoo na, njo. Njo. Njo na brother. Umeona hii? Hmm. Yaani ujue ubora wa Yanga. Kwanza wametengeneza toleo la kwanza. Umeelewa vizuri? Mashabiki wote wanaona wamevaa wameenjoy. Umeona hii hii yote ni toleo hmm. Koyol... yo, yo, yo, la kwanza. Umelewa vizuri? Umeiona? Mashabiki wote wameenjoy ndio maana walizivamia na zilisha mzigo. Safari hii wametoa toleo la pili ambalo unaliona. Hili toleo la pili tumelisikia. Umeona hii? Ukiskani hapa unakuta ile matokeo ya tarehe nane. Sawa. Mwezi wa tatu. Sawa. Ngoja sitamalize. Ukija hapa, ukija hapa. Hizi za ligi na hizi hapa za ligi bro. Yaani bado ki, kimbunga ngomba, kimbunga idaya kinashuka kwenye jezi za mtoko wa kimataifa. Sawa, twende polepole. Sasa jezi hii hapa sasa hivi eh, eh, una hela eh. Na kumbuka jezi hizi wafanyabiashara eh, wanazo wengine, madukani zimeisha. Jangwani kuna eh, wafanyabiashara bado wanazo hizo jezi. Sasa hivi, mtu mnapopata hela, uone kama umesema. Kwanza umesema jangwani eh, umesema jangwani zimefanya nini? Jezi zimeisha. Hebu tumpigie makofi kidogo. Jezi hizi hapa, si ndio? Jangwani zimefanya nini? Zimekwisha. Na ndio maana watu wa zidi dunia ambao wako Mwanza Shinyanga bado wanazo. Sasa hivi mmezindua jezi za muone, mnaleta athari fulani kwa wafanyabiashara. Ah, ngoja mimi nikwambie kitu kimoja, GSM wanatengeneza jezi na jezi zikija zinaingia klabuni kwenye -ok duka la klabu, si ndio? Zikifika kwenye duka la klabu, issue ya msingi, ngoja issue ya msingi, zikishafika kwa, nimalize, kwa nimalize, jezi GSM katoa hizi, sawa, zilipokuja klabuni asubuhi yule mzigo ukaisha, ndio pale muuza biashara huko nje huenda anashindwa kupromote mzigo wake, upromo mzigo wake. Mm. Mwalimu vizuri. Kwa kama umebaki ni kwake, lakini klabuni mzigo umefanya nini? Umeisha. Hapa ninapokuambia hizi, hapo umeziona. Hmm.

Miioumambiwaeianamba mbili tarehe ngapi? Tarehe nane mwezi wa tatu elfu mbili ishirini na tano Tarehe nane mwezi wa tatu elfu mbili